za wakristo mara nyingine zinakuwa za kiyatima, kwa sababu we fail to see this. Kuna sehemu ambayo wewe kama mwana wa Mungu huombi. Naomba nianze kuingia kidogo sebuleni. Kuna maeneo ambayo mzebushi huombi, haupaswi kuomba, na nalisema ili kunyenyekevu kabisa na hauombi sio kwa sababu una kiburi cha kutotaka kuomba, no. Una nafasi ya kuzungumza kwa sababu ya kile kilichoko ndani yako. Kuna maeneo mmeyakaa ambayo sio maeneo yenu, kuna maneno mnazungumza ambayo sio maneno yenu ya kusema, kwa sababu kile Mungu ameinvesti in ndani yenu Aliiwapasa kufika mahali mahali na na na na kusema kusema kama jinsi alivyosema na iwe nuru. Nilifika mahali na wewe kusema na mvua mvua inyeshe, kwa kwa kwa kwa kwa sababu sababu sababu nimeingia nimeingia kwenye business ya kulima. Kwa hiyo mtaa wote, wilaya yote mvua itanyesha kwa sababu nimeingia, and I am telling you Mungu, Mungu makusudi yake yalikuwa ni ni hayo. Ndio maana ulimwengu unasubiri kufunuliwa kwa wana, kwa sababu wana wa Mungu akifunuliwa, wa watayaweka majina sawa sawa, watakapozungumza kwamba ni tabia ya nchi, watu watakao simama watasema, Bwana, kwa ajili ya taifa lako na inyeshe mvua juu ya nchi na mvua ikanyesha. Yes. Alidesign watu wanaozungumza iwe na inakuwa. Alidesign watu wanaobadilisha yale ambayo majibu, watu wamekosa majibu. Ndugu zangu, amemdesign mwanadamu ambaye ataleta majibu ambao haina majibu. Kama nasisi tunatafuta majibu katika ulimwengu, basi bado kazi ya msalaba haijawa sawa. So ninapozungumza kwamba Mungu katika mwili, nataka ni kuintroduce wewe ambaye umemwamini Kristo, kwa sababu kama umemwamini Kristo na Kristo anakaa ndani yako, manake mimi hapa nilipokaa nimekaa katikati ya miungu nimekaa katika..., kwa sababu Kristo anakaa ndani.